By the way, tulikuwa tunazungumza asubuhi hapa kuna kitu mm. kingine tena. Um, Thailand bwana mm. wame no, not Thailand actually, Japan. Mm. Japan unajua ni nchi ambayo tunaziheshimu kwa masuala mm. ya uchumi. Mm. Na currency yao ni moja kati ya safe haven currencies mm. so far ambazo kwa yeah. kutoka na mimi ninavyojua. Mm. Lakini wamepata crisis ya government bonds. Unajua mm. kuna muda mwingi watu wanazungumza, tunasema gatu kwamba hata bondi za serikali zina riski au mm -hmm. riski yake ni ndogo kwa sababu riski uh, za bonds za serikali kwamba zikiporomoka maanake uchumi ndo umezingua mm -hmm. moja kwa yeah. moja lakini tushawahi kutoa mifano Zimbabwe, mm -hmm. eh, Venezuela, etc washai kupata crisis ya bonds zao. Sasa mm -hmm. uh, this time around Japani wamekuwa na track record ambayo sio mm -hmm. nzuri sana mm -hmm. kutokana na performance yao kwa sababu Japan kwanza imekuwa ni nchi ambayo imetoa interest ndogo sana kwenye API yake mm. ukifanya bonds uh, buying kwenye nchi yao. Mm. Kwa kwamba alipa around 0.73 kwa miaka kumi. Hmm. Sasa as we are speaking right now, uh, government bonds za Japanese yen imeonekana option yake haina response kabisa. Mm, watu wataki pia. Yeah, uh, wataki kuinunua kwa sababu wamesema imeshuka ratio mpaka 2.21 if I'm not mistaken. Hmm. Sasa <coughs> kwa hali ilivyo wanasema Wajapani wengi wameanza kutulea macho uwekezaji wa kwenye cryptocurrencies kama Bitcoin ETF, especially btintfspecial mm, mm, kupitia BlackRock kwa sababu so far kwa wao sasa hivi unajua <coughs> eh, ukiona bond interest zile yield zinakuwa kubwa sana pia nayo sio dalili nzuri mm, kwa sababu jamaa walikuwa wanalipa 0.73 lakini sasa hivi wanalipa 1.76 mm -hmm. kwa miaka kumi, kuna 3.2 ngapi kwa miaka ishirini na kama 3.5 kwa miaka 40 ambayo ya miaka 40 nasikia, ndio hainuliki kabisa, na wamesema hainuliki kwa sababu, cha kwanza hiyo kupandisha rate inaonyesha eh, pressure. Hmm. E, pressure ya uhitaji wa pesa wa pesa, lakini sasa kama pressure ya uhitaji wa pesa ikiwa kubwa, maana yake unatengeneza madeni makubwa zaidi kwa serikali hmm. which is very risky, so at the end of the day imepelekea sasa uh, hawa ah, ah, watu wa Japan pamoja na serikali wamejaribu kuangalia kwamba wanaweza waka intervene vipi kuweza ku stabilize this state, kwa sababu bonds zime fluctuate zimeshuka value mm, yake demand yake imepungua, watu hawataki kununua kwa muda mrefu kwa sababu mm, pia uh, population kubwa ya Japan ni watu wazima, kwa hiyo mm, hawaoni kama kuna sababu yao kuweza ku lock hela zao kwa miaka arobaini, mm, so vitu kama hivyo vimeweza kuleta changamoto, lakini <clears throat> sijui unalionaje kwenye ile kwenye, kwenye upande pale ambapo uh, safe haven assets kama government bonds zinakuwa zina shake, do you think kuna nafasi ya cryptocurrencies kama ambavyo watu wengi wanapredict kwamba kuna uwezekano mkubwa walioinvest kwenye bonds za Japani wakaachana nazo hizo, wakafocus na cryptocurrency? Uh, Japan wana sifa ya kuwa conservatives, okay, yani ever since, yani sio tu kwenye culture zao hata kwenye investment approach zao. Mm. Kwa Japan it is, it has been very conservative. Na nadhani ni kama sio mwaka mmoja, yeah. Miaka miwili nyuma within this period mm, ndio kwa mara ya kwanza wanasema baada ya muda mrefu Japan ndio wali waliongeza interest rate zao za kwenye mikopo. Yeah. Walivyofanya hivyo most investors walikuwa wanafanyaga zamani kwamba wanakopa Japan kwenye yeah. interest rate ndogo then wanaenda kuinvest kwenye nchi kama US, Canada au Australia ambapo interest rate inakuwa ni kubwa. Yeah. Then, wakipata ile faida wanakuja wana, inakuwa inatosha kulipa madeni until they get their profits. Sasa Bank of Japan wakataka ku-cancel that thing out, kwa hiyo ndo waka raise kwanza interest rates. Uh-huh. Kwa hiyo that raise of interest rate ikapunguza ile hata watu kutamani so, they had ah. to look for alternative yani, lazima, ikishatokea hivyo lazima watu waanze kutafuta some alternative solutions. And kwa ina maana tuseme wale watu ambao walikuwa wanunua bonds za nani mm. za Japan mm. walikuwa wa, yani ile ununuaji wa bonds za Japan ilikuwa facilitated na ukopwaji si ndio? mm -hmm. Kwa sababu watu wengi wanakuwa kopa Japan na kuja kuinvest nchi nyingine mm -hmm. then they pay back kule si ndio? mm, -hmm. mm -hmm. Na, na uzuri wa bondi ni kwamba mfano mimi na milioni 100 si ndio hivyo eh. naweza nikanunua bondi ya milioni 100, alafu nikatumia ile certificate kama collateral okay. Nikakopa sasa, nikaenda kufanya mambo mengine. Sasa unakuta you already have in active market ya hii bond. Okay, sasa hiyo process nyingine ikiondolewa, it means hata huku ununuaji una, unapungua and another thing ambacho umehint, ambacho watu wanaweza wasione kama ni sababu, Japan sasa hivi ina a very big problem ya age, unasema okay. Sasa hivi Japan diaper za wazee zinanunuliwa kuliko diaper za watoto and in most cases tunajua bonds wanaonunua mara nyingi na watu ambao tayari umri umeenda kidogo mm. Sasa lakini ukiangalia Japan, most citizen wao wengi ni 60, 70, 80. Hasa ukimwambia nunua bondi ya miaka ishirini, na wana bondi mpaka miaka arobaini, ehe. Sasa that can also be another nani. Lakini sasa cryptocurrencies on the other hand, ukinunua labda tuseme ETF ya ya Bitcoin au Ethereum ambayo iko mm, right. flexible, iko flexible. <laughs> <coughs> it na ina returns nzuri kuliko bond. I think maybe it can be one of the reasons, na kwa nini watu wengi wamekimbilia hiyo approach probably. Yeah, nice. so actually hii ni, ni shule kwamba mm. there is no business ambayo haina risk ila riski zinatofautiana kutokana na aina ya uwekezaji ambao utawafanya kwao. It's mm -hmm. very important wewe kuwa na elimu mm -hmm. na kufanya responsible decision. mm -hmm. unapotaka una kufanya decision yoyote ile, aidha kwenye crypto ama wateva mm -hmm. weka plan zako vizuri, lakini make sure una correlate mm -hmm. na aina ya riski ambayo unaweza kuinkaa kuyi, kuyi, mm -hmm. So uh, <coughs> kitu kingine ambacho tunaweza kukawa update watu hapa ni kuhusiana mm -hmm. na ile skendo ya Libra. Kumbuka kama miezi sita saba iliyopita kulikuwa mm. na skendo ya rais wa Argentina na kupost meme mm. ambao kina David Hayes wa Meteora mm. Meteora ndio wanaotengeneza guys, projects nyingi in za meme mm. walitengeneza ya Trump ya Melani, mm. ya Libra, mm. lakini hii ya Libra mm. walitengeneza na kina David Hayes walikuwemo, kama walikuwa convicted, uh, sio convicted, walikuwa wanaonekana kama ni moja ya watu ambao walifanya insider trading mm. Baada ya rais wa Malay kupost kwenye uh, Twitter yake kwamba hii coin itaenda kusaidia vijana mm. wenye biashara wadogo wadogo mm. ikanunuliwa sana na then ikawa dumped dola milioni 100 zikapotea, so uh, kampuni ya Circle ambayo ndo wanaotoa uh, USDC token mm. wame freeze USDT zinazo worth dola milioni 57 ambazo zinaonekana mm. zilitoka mm. kwenye ile project ya ya Libra Mm. Eh, wamezi freeze kupitia wallets za Solana. Hii mm. ina maana gani? Kwa sababu watu wengi sana huko wanasema crypto hawezi kuzicontrol mm-hmm. Sijui na nini eh, uh, it's not possible to control and so many stories mm. like they create like uh, crypto ni kama escape route ya criminals wanapokuwa wanataka kusafisha pesa zao mm. Lakini kama leo hii tunaweza kuona cycle sako uh, mm. uh, I mean siko sako wherever sako wameweza kufreeze mm. zaidi ya dola milioni 57, ambazo zilikuwa tracked kuonekana zimetoka kwenye project pet ya, ya, ya Libra mm. Uh, na wamefanya hivyo baada ya serikali ya Marekani ku -claim au kuidhinisha kwamba ule ulikuwa ni uhalifu kama uhalifu mwingine mm. kwa hiyo the fed the federal government ya Marekani baada ya kutoa mm. hiyo statement eh, saku wametoa ushirikiano kwa kufreeze zile USDC milioni 57 mm. mm. kupitia mm. wallet za Solana ambapo mm. ziko huko mm. so hii inatupatia taswira gani kwenye uhalisia wa matumizi ya cryptocurrency is it really an escape route, au mm. ee, ni kwamba inaenda kutengeneza efficiency ya namna ya kucontrol, uh, broken financial system ambayo ina exist kwa sasa hivi. ah, yani, freeze lakini la la sasa, so, wamefreeze ndio, lakini mm -hmm. haziwezi mean, kurudi, ah, lakini like, look kurudi lakini, at this kufreeze, unakumbuka there is this time kuna watu ku withdraw hela kupitia exchange, I mean, uh, trading platform moja alipokuwa ame withdraw mm -hmm. mm -hmm. akakosea yule pair. Baada ya kutoa dola 1000 akalipa dola 10000 Watu wakaanza kuziavisha zile hela, baadaye zikatrakiwa, zikarudishwa, zika reverse back kwa sababu zilikuwa sio sahihi. mm-hmm. kwa hiyo hii ku freeze, kwa sababu zimesha kuwa freeze kwenye wallet, they can be reverse back sasa kwa sababu mara nyingi hii kurudisha mimi najuaga ni kwenye exchange mm, lakini kwenye blockchain as large mara nyingi ah, ah, ni wallet. Ni wallet, yes. Ah, urahisi wa kurudi unakuwepo na, kuepo. Mm. na, na, Circle wa taifa, na very good reputation kwa sababu USDC unaweza ukaitumia in the European Union, of course ime comply na mica nao na regulations zao kibao kwa hiyo yeah. it, ni ni ni, ni nanili nzuri because kama sasa hivi mm. watu wanaweza waka, wakaibiwa then wakatrack na zikapatikana. It's a very good. Yani, ni positive direction. Ni hatua moja nzuri sana. Mimi, unajua kuna kitu moja wanabishana na watu most mm. of the time wanasema kwamba crypto huwezi kuzicontrol. The thing mm -hmm. is crypto has mm haziwezi -hmm. kuwa controlled on a single part of decision mm -hmm. lakini exit and uh, entry route mm -hmm. hata kama ni kwa blockchain kama za bitcoin, still they can be controlled. Of course, serikali haiwezi kuzima network ya bitcoin kwa mfano mm -hmm. It's not possible mm -hmm. lakini kucontrol hela zinazotoka na kuingia kupitia blockchain it's, it's possible. Kwa sababu wanaotumia yeah. ni watu mm -hmm. Kwa hiyo, what is needed there is education. Kwa mfano, ukiangalia hili swala la la, la, la, la, ni la kutengenezwa Blockchain, blockchain ilitengenezwa kwa sababu watu walikasirika na broken financial system ambayo zilikuwepo wale mm -hmm. waliokuwa wali kwenye madaraka walikuwa wana manipulate sana financial system kwa personal gane mm -hmm. So watu wakaona kwamba why cant we have a system ambayo iko transparent ambayo itabez kwenye majority vote on whatever that's going to be decided. That's the meaning of blockchain. Mm -hmm. Lakini haikuwa system ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuficha ficha mm -hmm. hela za wizi mm -hmm. au hela za haramu ziweze kutaifishwa mm -hmm. kwa nini laundered, si ndio? Haikuwa hivyo. Kwa sababu fikiria, kwa mfano, let's mm -hmm. just take an example. Kama tunaona blockchain ni escape route. Fikiria hizo dola milioni hamsini na saba zingekuwa zimetolewa kama cash, alafu kupitia labda gold au whatever, alafu zikapitishwa kwa watu zikaanza kuuzwa huko. Ungejuaje upate? haupati. Mm. Lakini kwa sababu ni blockchain safe trace, hata mm. kama uki-exchange ukaenda huko na huko na huko na mwisho wa siku watatrace ile pesa wataijua tu, tu imetoka yeah, wapi imefika wapi. Kama tunaweza kuizuia tunaizuia kwa hapa. Mm. Na ndio maana unakuta most of the currencies mm. labda kama mtaamua kuzitumia kwenye decentralized exchange kama Trust Wallet na MetaMask. Mm. Lakini kama zikiingia kwenye centralized exchange mm. kama mm. ziko flagged zitablokiwa. Zitablokiwa. Na yeah, kama unakumbuka mm. There is a time mimi nishike kuonaga transaction ya crypto imekuwa flagged kabisa. Mm. Yaani USDT mm, lakini ukicheki kwenye blockchain unaona ngoma iko flagged. Mm. Mimi sili kutoka iko sawa. Ile hela ikiingia tu kwenye blockchain yeye kwenye exchange ambayo ni centralized, lazima itablock hiyo. Mhm. Mm, kwa hiyo blockchain in other way mimiona kama inaenda ku enhance transparency na kuweza kutreat zile mm, broken part mm, ambazo probably watu ambao walikuwa na nafasi walikuwa wanazitumia kwa ajili ya personal gains. Lakini, watu ambao wako nje hawawezi kuona na they cannot complain or judge kwa sababu they cannot see anything. They just given information. Lakini kupitia blockchain we can audit and see whatever is happening by ourselves without needing an authorization, so mimi nadhani watu inabidi waweze kuangalia vizuri badala. mm. unajua wanaotengeneza story mbaya kuhusu crypto na blockchain ni scammers and they love that fog of misunderstanding kwa sababu wao mm. wana uwezo wa kupocket the profit out of the confusion. Mtu ukimwambia hizi crypto, serikali haiwezi kucontrol hizi crypto sijui, um, okay, mm. mtu hawezi kujua unamiliki shingapi mm. hizi crypto sijui, like kuna so many information ambazo mm. watu wanazitengeneza ionekane kwamba blockchain na crypto ni vitu fulani ambavyo, yeah, it's uh, so, yani it's against government, it's against banks mm. lakini ukiangalia hizi system zote zimeanza kwa ajili ya kutengeneza efficiency mm. Uh, kuenhance efficiency ya performance ya system mbalimbali, not only banking system mm -hmm. It can be data management, supply chain did uh, digital identity system mm -hmm. Uh, like there are so many things, carbon credit business, vitu ni vingi sana ambavyo sasa vikitengenezwa kupitia blockchain vinakuwa vimetengenezwa katika engo ambayo iko very very secured, not only secured, transparent as well mm -hmm. Kiasi kwamba sasa personal gains au personal interest mm -hmm. haziwezi kwenda kuharibu mfumo kwa sababu ule mfumo unavyokuwa implemented kwenye blockchain, ukifanyiwa audit lazima uangalie maslahi mapana mm -hmm. ya jamii kwa sababu whatever is happening, kwamba we are creating a system as a community then mm -hmm. uh, developer anaenda kukode whatever that we are thinking is supposed to be implemented mm -hmm. kupitia cryptography mm -hmm. then, ikishakuwa implemented, changes zote ambazo zinatakiwa kufanyika they have to be under mm -hmm. the Uh, authority of the majority voters ambao wanakuwa wanatumia ule mfumo. So hiyo mimi nadhani ni, ni kitu kizuri ukitofautisha na mambo ya kutembea na kashi ambayo ukitembea na kash there is no track. Mm, na na ndio maana hata ukiangalia European Union I think it's 1000 maximum. Yeah. Cash ambayo inaweza ikapokelewa mahali ni euro elfu moja. The rest inabidi tumie kadi. Ni kadi. Unaona? <laughs> Na yote hiyo ni kwa sababu ya kujaribu kutengeneza system ambayo iko trackable. Ndio? Mm -hmm. Mm. Yes. Kwa hiyo hiki kitu ni kitu ambacho nimekipenda kwa sababu it's not the first time actually we are seeing this kind of freezing of assets kwa sababu unakumbuka movie 2K I don't know something, kuna platform ya movie huko Ujerumani walikuwa mm -hmm. wanauzaga movie legally kupitia mm -hmm. crypto mm -hmm. walinyanganywa bitcoin zao, bitcoin zao. Silk Road. Yeah, the same the thing. Same. Na ukiangalia okay, Marekani sasa hivi wana worth of uh, almost like a uh, 10 billion mm -hmm. if not, 17 mm. billion of uh, US of crypto, lakini si kwamba wamezinunua, ziko frozen from the criminals yeah, kwa wamezinyang'anya nah. kutoka kwa wahalifu. Sasa utajiuliza, wamezinyang'anya vipi kama unasema mfumo hauwezi kuwa controlled nah, so it's it's controllable mm. lakini it's not controlled it by the single part of decision mm. na, na, na, na na kitu kikubwa nadhani watu wakipata awareness wataweza kujua kwamba okay kumbe hizi system si kwamba zinafavor mtu mmoja, zinafavor jamii yeah, yote kwa pamoja It's not favoring you as a leader mm. It's not favoring a single person but it favors all kwa sababu once you understand how it works mm. we can be able to tell the line between the difference. mm. yes yeah. Yeah, so kuna vitu vingi actually lakini, mm -hmm. kitu kingine, kama una kitu kingine cha kuongezea ambacho tunadhani tukua tunadiscuss uh, kwenye adoption, you can add up there lakini, kwa maana ya vitu vya msingi ambavyo vimetokea hivyo, mm. ni moja kati ya vitu ambayo tumeona ni bora tukakuletea, mm. ili uweze kuona uhalisia kwa sababu hivi you know, unajua Yaani scammers wanaharibu sana reputation ya crypto. Mm. Lakini na blockchain kwa ujumla kwa sababu mm. wao wanachokifanya ni kutengeneza zile misunderstandings zilizoonekana kama ndio uhalisia. Hype ndio uhalisia. Mm. Ndio maana unakuta watu wengi sana wanaibiwa sana kwenye crypto mm. and platforms that are said to be blockchain based kwa sababu wana confuse na kitu kimoja. Mm. Unapoenda kununua asset mm. inabidi uangalie innovation. Mm. What is the innovation behind the asset? Lakini walio wengi wana confuse mm. innovation na pump mm -hmm. Yaani kwamba ile coin ikipanda tapo wanasema hii coin nzuri mm -hmm. Do you understand? Yeah. Oh, wana confuse innovation for pump mm -hmm. Na kati innovation there must be an idea mm -hmm. that's going to create an organic demand of the usability kwa mm -hmm. platform husika mm -hmm. ambayo ile usability itafanya mm -hmm. engagement kati ya watumiaji na developers iwe kubwa which means at the end of the day revenue ya kampuni inakuwa kubwa ambayo itapelekea ile asset ndio ifanye vizuri. Mm. Lakini kwa sababu sisi tuna confuse ile kupanda kwa bei kama ndio innovation yenyewe. Unajua watu wanasifia coin. Ukikaa sasa hivi angalia. Mm. Watu hawasifii coin kwa sababu imejengwa vizuri. Mm. Wanasifia coin kwa sababu mm. imepanda sana. Without kuangalia imepanda kwa nini. Kama ni set up price kama tulivyozungumzia last episode, mm. walikuwa na set price acha changanya. So people are confusing innovation for pump. Lakini pia ukiangalia opportunity, mm. Watu hawaangalii opportunity ya uwekezaji kwa kuangalia position ya ya ya project ilipo. Mm. Wanaangalia price volatility, price fluctuation. Bwana ikishuka hapa, hii mm. ndio ya kununua. Sasa unakuta kuna watu wengine wamekaa wanafanya analysis ya meme coin. Hii e, imepanda, imetengeneza hii shape. Kwa hiyo ikifika hapa, Hmm. Hapa itashuka kidogo, itabounce, itabounce, itabounce, itabounce, nini hapa sasa itaanza kupanda. Which in fact unashangaa meme coin kesho iko zero, hmm. Unafanyaje analysis ya chart kwenye meme coin, yaani coin ambayo kupanda kwake kuna base hype, lakini hakuna kitu ambacho kiko solid kutengeneza organic demand ya hiyo project, na wewe umekaa kabisa unachoresha chart unachoresha ya meme coin. Eh, hii iko iko ni ya Trump ikipanda hapa ikishuka ikifika hapa haiwezi kushuka tena. Come on guys. We have to wake up and see the reality part of this. Kwa sababu ndo maana mimi nasema kwa mara nyingi ni bora mtu ukajitahidi kusoma uelewe vinachoendelea kuliko kusoma hizi articles ambazo zinakuja kwa sababu kudanganya, kwa sababu hii confusion ya innovation for pump opportunity for volatility ah, ni kubwa sana. Hmm. <laughs> Yaani, yeah. Anyway, tusiende tusi huko sana kwa sababu nilikuwa na nasoma article moja nasema hmm. Unajua, Ethereum Ethereum ilileta vitu vingi sana yeah, yani kati ya evolutions kubwa ambazo zilikuja kwenye teknolojia ya blockchain. Ethereum. Ethereum pamoja na smart contract zilizo kuja yeah, na ya ya pamoja na zilizokuja nazo na baada ya Ethereum kuruhusu hizi dao NFTs, ni tokens. Kwenye tokens, yeah, tokens, yeah. Yeah. Ile winter ilivyokuja project zilizobaki, yani unakuta una ni za kuhesabu yeah, na project zinazobaki siku zote ni project ambazo zinakuwa na utility na ukiangalia hata tulikuwa hmm, tunaangalia huu mwaka mm, peke yake kuna kiplatform platform kinaitwa inaitwa Pamphlet Fund mm. kile kiplatform kinatengeneza coin kama maji yani, kwa sababu mtu yote hata ambaye una uelewa unatengeneza, kwa sababu kipindi kile ukitaka kuanza coin lazima utengeneze blockchain yako mm -hmm. uanze kuunda coin it was very expensive expensive mm. Hmm. na ndio maana ukiangalia mwaka 2021 katika project i think laki nne mm. zilikufa 2000 mm. zingine zote zika, zika. No, mm -hmm. katika elfu ishirini na ngapi, sijui laki moja ya, sijui ya, sina kumbukumbu vizuri lakini, Yaani zilikufa project 2000 tu katika zote nyinginezo. Mm. Lakini mwaka huu peke yake kota ya kwanza 3.4 million projects. Mm. Unajua mtu akiangalia project sasa akasema kwamba mbona hasa kwenye coin market cap kuna coin elfu sitini. My mm. friend, yani coin za crypto ambazo zinatengenezwa kwa siku nyingi. Ni nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi. Naweza sana wewe leo ukaanza kusema mbona hii yeah, hapa iko listed? Makampuni ambayo yanafunga Tanzania, kwa siku ni mangapi? Mm. Lakini ambayo ana excel ni So hata kwenye crypto ni hivyo hivyo. Sema ubaya wa crypto ukitengeneza tu yeah, unaweza kaenda kuchukua hela za watu. Kama mwaka huu unaona 3.4 mm. million 1.8 zishakufa. Na katika hizo 98% zote ni meme coins. Na na, kwa mfano na wali, kuna feature yani wanazidi kwa sababu wale lengo lao ni ku ni zile fees. Mm. Wao ndio pesa wao ndio. Yeah. So wana improve platform yao. Mimi hata but inaweza ikitokea wakilist coin yao. Mm. It's it's a positive buy kwa sababu gani? Wao wanatengeneza mazingira kwamba mtu akilaunch coin sasa hivi anaweza aka live stream kwamba nimeanzisha coin mm, akai link labda na Twitch ile streaming website yeah, yeah, akaiweka na YouTube maybe, maybe live bwana, coin yangu akafanya live wakaipump, then wakifika a certain amount wanairag pool, wanaondoa liquidity, wanakimbia mwisho wa safari. Kwa hiyo ni pump fun, uh, na na na naona na, na, ona, they cut, hata last episode tulisema yani wao wameshajua wa watu wanataka hichi na wao ndo tunacho wapelekea hicho hicho. Kama watu wanapenda kubeti eh, ila bora kubeti kuliko pump mfano, kwa sababu <laughs> yani kabisa, kwa sababu there is no way yani, it's a game that is 100% rigged against you ukishanunua meme coin yoyote ile, kwa sababu kuna nafasi wanaofanikiwa kwenye ile na mili ni wale wanaoku rug pull na a very small percentage, kwa sababu mimi kuna kipindi nilikuwa very interested, nikawa in nafanya research mm unakuta those people who made big money labda coin imetoka imefika labda market cap ya 20 million. Mm, unakuta ni watu wawili watatu wameisha, the rest ni majonzi, wamekuwa liquidated. Ndio hivyo, yaani that's the problem. Sasa na, na watu ukijaribu kuwaelimisha kwamba the best thing ni kwamba tafuta coin yenye utility, DCA au kama unanunua una mpango this is my retirement plan nilikuwa naongea na mama mmoja naamba, if this is your retirement plan then plan, kila mwezi nanunua coin za laki moja. Yeah, usijistresi laki moja, basi iwe juu iwe chini. Yeah, I did research kama, eh, kama mtu angenunua bitcoin za elfu hamsini kila mwezi kuanzia elfu mbili na kumi na nane mpaka elfu mbili na ishirini na tatu for five years straight, sasa hivi tunavyozungumza angekuwa ameinvest only three million, lakini like, portfolio yake ingekuwa thirty million. No, no, no sasa <laughs> mtu wa kawaida ukimwambia hivyo hawezi akakuelewa bwana, yeah. ameshaaminishwa kwamba ukinunua tu crypto tusubiri baada ya having. Having ya baada ya tunanunua crypto isipotoa matokeo ah, crypto scam. Sasa wewe hmm. umeweka mkataba na mtu kwamba hizi coin lazima zipande muda fulani, hmm. uh, mm -hmm. disappointed. Nilikuwa na namtania mtu nikamwambia havi bure nishaisha. <laughs> <laughs> Yeah, ila ndio, ndio hivyo sasa yeah. Yeah. Anyway, so kumbuka, uh, CRC, uh, Crypto Reality Check inaletwa kwenu kwa udhamini mkubwa sana mm. au tunapewa nguvu na Inkryptus Wallet, moja kati ya wale ambao sisi mm. tumekuwa tukifanya nayo kazi for the last five years na imekuwa ikitoa mchango mkubwa sana kwa sisi kuweza kukua zaidi na kuweza ku mm pata perspective halisi hmm. ya matumizi ya ecosystem ya blockchain hmm. kwa sababu kupitia Inkryptus nadhani tumetengeneza community kubwa, tumeengage na watu wengi na bado tunakuwa zaidi hmm. na tunapata nafasi hata ya kutoa elimu ambayo inakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi sahihi. So hmm. make sure unatembelea Play Store ama App Store, una download Inkryptus ya wallet yako hmm. kama ukitaka kujenga portfolio ya digital asset basi jaribu hii wallet. Eh? Kama wewe ni mzoefu naomba, lakini kama bado hauna uzoefu na haya mambo usirash hapa Diena Academy Bongo Plaza first floor, njoo hapa, utapata elimu, halafu utajua uamue nini baada ya kupata elimu, especially baada ya kujua the two uh, and sides of the business mm. na basically uh, hii wallet kama tunavyosema ina mizizi mikubwa sana upande wa Tanzania kabisa, yes, Tanzania, lakini pia uh, Nigeria, uh, Kenya, South mm. Africa, Brazil now mm -hmm. we are growing now because uh, last time tumeenda Dubai tumepata foundation kubwa sana Qatar. mm. Really doing okay. mm. Belo Horizonte wamepitisha wa bill ya mambo ya Bitcoin yeah, yani Brazil ina lengo ya kuwa the crypto hub ya ulimwengu. okay. Unajua sasa mm. hivi ukizungumzia, unasema, ukizungumzia maua ni Amsterdam, Netherlands, mm. yeah. ndio hivyo mm. ukizungumza masuala ya banking ni America mm. yeah. Ukizungumzia mafuta utaenda Warabuni. Sasa Brazil wanataka wao, wow, wow wawe the crypto hub okay, ya ulimwengu. Kwa hiyo everything they are doing sasa hivi pamoja na sera zao na legislation zao, mm. ni kuhakikisha kwamba they reach that target, kwamba unapozungumzia cryptocurrencies ulimwenguni, basi Brazil ni yeah, yani, the most friendly place ya kutumia crypto. And by the way nilikuwa nimeona kwenye taarifa Belo Horizonte ambako ndio makao makuu ya Inkryptus hapo wamepitisha bili ya mambo ya investment na matumizi ya bitcoin kama asset. Mm. Kwa hiyo this is a good news. Kabisa. Good news kwa sababu mm. uh, honestly speaking I would like to see more institutional adoption kuliko mm. individual. Kwa sababu individual adoption is mm -hmm, na changamoto kubwa bado. mm -hmm. Lakini institutional adoption inatoa picha kamili ya kwamba mm. now this is something that we can chip in na inatoa confidence na inatoa ile fog of misunderstanding ambayo maskamas waga wana capture hivi huko. Mm. So it's a good thing na, na nadhani tutaendelea kuletea updates na kwa Belo Horizonte, nadhani itakuwa ni taarifa njema sana sisi kwetu pia. Yeah, yeah, kwa sababu having our, kwa sababu wallet yetu sisi mm. Inkryptus ina headquarters pale. Mm. Na it's a, it's a, it's among of the first wallets to be established kule. Mm-hmm. Kwa hiyo hii inatoa taswira ya Mm-hmm. kwamba tupo uh, kwenye mji sahihi from uh, the to the world mm. Things are getting very spicy and mm. probably we pray uh, kama si hapa basi at least eh mm. Uh, kwa sababu ukiangalia nchi nyingi za Kiafrika approach zao zimekuwa sio nzuri mm, honestly hawana approach nzuri, kwa sababu I don't know kama uh, regulation zao wamekuwa zikifanya based on mihemko na fear, sijajua, kwa sababu nchi nyingi ukiangalia zimefeli zinafanya lakini hazifanyi kwa weledi, angalia mm. Central African Republic walitaka waweke Bitcoin iwe kama legal tender, wakafeli kwa sababu mm. walipata crash from the central bank, and by the way it was mm. not possible kwa sababu Bitcoin ina volatility kubwa hizo kwa itumia kama legal tender ah, wakati wakaanza coin yao inaitwa Sango coin kafeli. And lastly, last month, baada ya Rais wa Argentina kupost meme, na rais wa Central African Republic naye akapost meme coin mm. ya Central African Republic ambayo ilisababisha loss ya zaidi no, ya dola milioni 25, no dola milioni 250 if I'm not mistaken hapo mm. kwa unakuta yani mihemko imechukua nafasi ya uweledi, inapelekea poor adoption and mm -hmm. poor trial, ambayo sasa inapelekea bad image, kaza kwamba hivi ah, vitu havifai kabisa, lakini mm -hmm. kumbe makosa ni ya kwetu mm -hmm. tunafanya approach ambayo haiko sawa, ambao mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa ni mabaya, kwa hiyo yanaharibu kabisa ile taswira ya cryptocurrency na blockchain ecosystem kwa jumla. So, it's not yeah. about the system itself mm -hmm. it's the misunderstanding of the system that makes it look worse, lakini the potential of it is very big So, I think kwa leo CRC episode ya nne tunaishia hapa. Make sure una subscribe na kuacha comment yako kuhakikisha kwamba unaendelea uh, kupata taarifa za msingi ambazo zitakusaidia wewe kama mjasiriamali kwa njia ya kidijitali kuweza kujua upo kwenye position gani. Ilikuwa na mimi Trace Magnum.